Toba, tofauti ya sala na maombi ya toba, tofauti yake ya sala na maombi ya toba. Eh, kuna tofauti, kuna tofauti ya msingi sana kati ya sala ya toba na maombi ya toba. Uhum. Eh Nukta. Tuliona eh wiki iliyopita kuwa Petro alipohubiri katika mkutano uhum. Eh mkato. Uhum. Eh Watu elfu tatu waliongezwa kundini. Eh Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 41. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Alama za funga semi, wengi waliyakubali maneno yake, mkato, wakabatizwa, nukta, watu wapatao elfu tatu wakaongezeka katika kile kikundi siku hiyo, nukta, funga semi, watu hawa wakifuatiliwa, mkato, na kuongozwa wanakuwa waumini wa, wa kweli nukta. Amen, haleluya kanisa. Amen, kumbe kuna tofauti ya sala na maombi ya toba. Amen, tena kuna tofauti ya msingi sana. Iko tofauti kubwa tena sana sana sana. Haleluya, haleluya, amen. maombi ya toba Amen. Na tena muumini anayekubali kufundishika na kusimama kwenye maombi ya toba, huyu muumini anaweza akatezeka. Amen. Huyu kiongozi anaweza akatezeka, na hata sisi watumishi tunapopewa jukumu kuongoza watu, hebu tuwafundishe watu kujua maombi ya toba ili wapate kupona ili wapate kusimama imara kwa Yesu Kristo ndiye Yehova, ili wapate kutenda matendo mema kwa Yesu Kristo ndiye Yehova. Hawa waumini tunaowaongoza ambaye ndiyo jukumu tumepewa kupitia Baba mzee wa Yesu, ametukabidhi jukumu kuongoza watu wake, hebu tuwaongoze vizuri na tutawaongozaje? Vizuri tutawaongoza vizuri kwa mafundisho yanayotoka kwa nabii mwanaji baba mzee yes. Tuwaelekeze watu ukweli. Mimi na wewe tusingeelezwa ukweli na na nabii mwanaji baba mzee wa Yesu, leo tusingekuwepo hapa, hata kama msemi amina, amina, amina. Mwonaji wa kimataifa baba mzee wa Yesu ametufundisha ukweli, ametuelekeza ukweli na tukayapokea na tukayafanyia kazi, ndio maana mpaka leo tuko hai, tunapumua, tunaishi vizuri. Haleluya. Toba, maombi ya toba, kwa muumini akiyafuata na kuyafanya vizuri, huwezi kuangamia.